Nje ya jumba la KICC viongozi wawili waliona ushawishi mkubwa nchini kisiasa. hayawi hayawi hayawi hayawi. Umati hasa wa vijana uliokuwa umefika kujionea kwa macho kile kinachodaiwa ni historia nchini. Mara hii tutatembea pamoja. Tumesema tunataka kuunganisha wakenya wote wawe kama kitu kimoja ile mkataba tumeweka sahihi hapa leo sio kwa manufaa ya mtu binafsi, sio kwa manufaa ya Raila Odinga ama William Ruto, ni kwa sababu ya manufaa na interest ya vijana wa Kenya. Kukutana kwao kukiwa ni kutia saini mkataba unaonuia kuweka wazi jinsi watakavyoshirikiana kisiasa, wakishikilia kuwa ushirikiano wao sasa unanuia kumaliza siasa za ukabila. Watu wa Nairobi, mumekubali tuungane, tushirikiane. Jumba la KICC likionekana sasa ndio kitovu cha matangazo ya mwelekeo wa siasa nchini kukuja kwao pamoja hata hivyo kumeshuhudia pingamizi, huku baadhi ya viongozi wa chama hicho akiwemo Babu Owino ambao wamepinga wazi ushirikiano huo wakikosa kuhudhuria. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, hata hivyo, licha ya pingamizi yake kwa serikali, alifika katika hafla hii. Seneta wa Kisii Richard Onyonka hakuwepo. Huenda uhusiano wake na mrengo wa upinzani unaoongozwa na Gashagwa ukionekana kuchangia kutofika kwake katika hafla hii ya chama chake. Viongozi kadhaa wa chama cha ODM walikosekana, huku K24 ikiarifiwa kuwa wengi wao wamejipata katika njia panda, kusimama na Wakenya au kuunga mkono serikali jumuishi. Mkataba umetiwa saini, ila viongozi hawa hapo awali waliapa kuwa hawangefanya kazi kwa pamoja. Mimi nawaambia hii serikali ni ya mahasla. Hakuna nusu mkate, hakuna handshake, hakuna hiyo borojo. Ruto na Raila wamesema kuwa ushirikiano huu sio wa kutafutiana nafasi za kisiasa, ila mabadiliko katika kamati za bunge yanaashiria taswira tofauti. Kutekelezwa kwa ripoti ya Nadco pia huenda kukaleta nafasi ya kiongozi wa upinzani na waziri mkuu. Atakayechukua nafasi hizo kwa sasa ni kitendawili. Brian Amwayi, K24, Nairobi.